Hii ni video clip ambayo imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kama ambavyo unavyoweza kuona, huyu mwanamama mwenye nguo ya kijani anaitwa Neema, uh, Neema Mushi ni mfanyabiashara Kariakoo, uh, kwa madai yake ni kwamba huyu uh, mama alifika kwenye eneo lake la biashara kama mteja na akawa anaulizia viatu na bei akamtajia. Sasa wakati huyu Neema Mushi ambaye ni mfanyabiashara akiendelea uh, kuwahudumia uh, na uh, wafanyabiashara wengine, huyu bi mkubwa ambaye anapigwa kwenye hii video clip yeye akaanza kuviiba na kuficha vile viatu lakini, mwisho wa siku, kuna watu wakamshtua Neema Mushi na kusema huyu mama aa, ameficha baadhi ya vitu vyako kwenye mfuko wake, na ndipo Neema Mushi akaanza kuingia aa, kukagua kwenye mfuko aa, na kukuta kweli kuna viatu huyu mama amevificha, kitu ambacho kilimkasirisha na kufikia hatua ya kutaka kumpiga au kumpiga eh, kwa sababu alikuwa amemwibia, lakini uh, kwa madai ya Neema akifanya mahojiano na Sky Tanzania wa simulizi na sauti uh, adai ni asira tu ilimshika, kwa sababu miezi minne iliyopita ametoka uh, kuibiwa pia, ametoka eh, uh, kuibiwa pia uh, vitu vyake alivyokuwa akiviuza hapo balo zima la viatu. Kwa hiyo bado alikuwa na na hasira zile za uwizi, kiasi kwamba akisikia neno mwizi huaga, uh, anapata hasira, na ndivyo ambavyo maisha ya Kariakoo yapo. Ukiwa mzembe, uh, basi unajikuta unaweza kupoteza mtaji wako wote uh, kwa watu ambao wanakuja kukuibia. Sasa yeye anasema hakukusudia kumpiga huyo bibie uh, lakini alimpiga kwa sababu uh, alikuwa amemwibia, na aliyechukua video hakuwepo mwanzoni. Kwa hiyo alichukua kipande na kakirusha mitandaoni bila kujua mwanzo ulikwaje na mwisho ulikwaje, kwa sababu Bi, Neema Bi Neema Mushi anasema akuchukua chochote cha mama huyu, alichukua vitu ambavyo amemwibia na akamwacha, uh, aende zake. Sasa jeshi la polisi lenyewe limetoa taarifa ya kumsaka Neema Mushi kutaka ajisalimishe a, kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Nikisoma taarifa ambayo wameitoa, wamesema Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na wizara ya maendeleo ya jamii a, wanawake na makundi maalum, tangu picha mjongeo wa tukio linaloonyesha mwanamke mmoja akimpiga mwenzake ilipoanza kusambaa, ufuatiliaji umefanyika na aliyefanya kitendo hicho amefahamika majina yake eneo anaofanya kazi na namba zake za simu. Hatua stahiki zitachukuliwa kulingana na kinachoonekana kufanyika aa, kupitia picha mjongeo hiyo, sambamba na ushahidi unaoendelea kukusanywa kutoka kwa watu mbalimbali walioshuhudia, akiwepo aliyefanyiwa kitendo hicho, pale atakapopatikana au atakapojitokeza. Kwa anayemfahamu mwanamke huyo anayeonekana akipigwa, hamjulishe afike dawati la jinsia polisi Msimbazi ili hatua ziendelee kuchukuliwa dhidi ya kitendo alichofanyiwa. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kujiepusha na tabia za kujichukulia sheria mkononi, kwani ni kinyume na sheria za nchi na hakuna aliye juu ya sheria. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hivyo ndivyo ambavyo jeshi la polisi lilihitimisha taarifa hiyo hapo. Mimi ni Sajo Travis, chao.